Watu wa Isevya hasa nizungumze na vijana wenzangu, tumwamini ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapenda vijana, anawapenda Watanzania, na hapa tumeona kuna kundi la bodaboda. Dr. Samia Suluhu Hassan anathamini bodaboda. Kuna wale vyama vingine walikuwa wanasema bodaboda ni kazi ya laana, lakini Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatambua kundi hili ndiyo maana alivyoingia madarakani kundi hili alilikuta linalia na faili kubwa za barabarani chini ya elfu thelathini. Dokta Samia Suluhu Hassan alipunguza mpaka elfu kumi, lakini kundi hili la bodaboda linalia na mikataba kandamizi ya mikopo ya hiyo wanayoipata bodaboda, marejesho yao ni magumu. Dokta Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa halmashauri zote na ikiwemo halmashauri hii ya Mbogwe na imeshaanza kutekeleza mikopo nafuu ya pikipiki ambayo itawakwamua vijana wetu wa bodaboda waweze kujikizi kwenye uchumi sisimue. Kwa hiyo tunaposema sisi vijana wa Kitanzania tuna imani ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunamaanisha, kwa sababu ameyagusa makundi ya vijana. Miundombinu ya elimu anayoijenga, anayeenda kusoma ni vijana wa Kitanzania. Miundombinu ya afya ambayo anaiboresha Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kutibiwa ni kijana wa Kitanzania, lakini miundombinu ya barabara ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan anaifanya, anaenda kutumia barabara hizi ni kijana wa Tanzania. Barabara hizi kijana wa Kitanzania watatumia kusafirisha mazao, watatumia kusafirisha binadamu, lakini watatumia kuingiza kipato na kujenga uchumi wao. CCM oye! Ndugu zangu vijana wenzangu, tusirubunike, tusimameni imara kumsemea Dkt. Samia Suluhu Hassan tusimame imara kukisemia chama chetu. Tunaposema tunazima zote tunawasha kijani, maana yake kwenye uchaguzi wa mwaka huu tunahitaji wabunge wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Geita washinde. Imoye, madiwani wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Geita washinde, kwa sababu sababu zimefanywa na mgombea wetu wa nafasi ya urais daktari samia suluhu hassan kafanya kazi kubwa CCM oye na sisi wajumba a mkutano mkuu wa CCM wa taifa tulimpa zawadi dokt samia suluhu hassan kwa kazi alizozifanya hatukuona kama kuna mtanzania mwingine yoyote ambaye ana sifa na uwezo wa kuweza kusimama na kuweza kuipepelesha bendera ya chama chetu sisi hatukukosea kuna watu wanapiga kelele wanasema tulikosea mimi na ninyi tuulizane hapa kocha mzuri wa timu ya mpira anapofanya vizuri anafukuzwa? Atuulizane washabiki wa anafukuzwa, kocha akifanya vizuri si, kwenye timu yake anafukuzwa? Anachofanyiwa anafanywa nini? Anaongezewa mkataba si ndio? Kwa hiyo sisi Samia kumwongezea mkataba wa miaka mitano, mbona wanaumia? Sisi kocha wa chama chetu ni Dokta Samia Suluhu Hassan, tumemwongezea mkataba miaka mingapi? Kwa hiyo wasiumie, na wao watafute kocha kama walimfukuza kocha wao yule. Wamemwamini huyu kocha ambaye tulimpiga elfu mbili na ishirini wamemleta kocha ambaye tumeshazoea kumfunga, kuna shida gani? Kwa sababu huyu kocha waliyemleta mbinu zake tunafanya nini? Tunazijua, mu tunajua pa pa kumkaba tunajua, tunajua pa kumshambulia tunajua pa kufunga aumshambula. Kwa hiyo wao walichokifanya, wamemtoa kocha ambaye tulimfunga, wameleta kocha ambaye tulimfunga. Kwa hiyo wasiangaike sisi moyo. Kwa hiyo wasituambie kwamba hawaendi kwenye uchaguzi. Ni kwa sababu hawana wagombea ambao wanaenda kupambana na chama chetu.